Nikasikia yeye aliyesema na mimi. Bwana Yesu asifiwe! Anasema roho ikaniingia. Roho ipi ikamwingia? Roho wa Mungu. Mungu akaingia ndani. Baada aliposikia sauti akasimama. Bwana Yesu asifiwe! wa ni wangapi leo Mungu anawaita kwa ajili ya kuwatuma kwenye familia watumba kwenye huko alafu wanakata alafu wanaachana na hiyo sauti, na Mungu anakusudia kuokoa. Alafu taona inaharibika uzuri, na kuingia nakuingia kwamba o, ndugu zangu, o, baba yangu, o, mama yangu, kaka yangu, lakini hujawahi kusimama mahali palipoboroka. Nikama vile umemnyima Mungu nafasi ya kwenda kuokoa. Nikama vile umemnyima Mungu asitimize mapenzi yake ya kwenda kuokoa kwenu. Ni kama vile unamnyima Mungu asitimize mapenzi yake kwenda kumwokoa mama yako, mama yako, kaka yako, dada yako, ndugu zako, familia ya kwenu, mtaa wako, maana umekataa. Musa anakataa, alafu hasira ya Mungu inawaka, inawaka juu ya Musa kwa Yesu. Asifiwe Mungu, kusudi lake moja tu ni kuokoa watu, ni kuokoa wanadamu kwa nini? Iko mahali ambapo imeshaandaliwa kwa ajili ya watakatifu na Kristo Yesu. Haya, kama amekwisha kumaliza kuokoa, ukishaona basi parapanda ingesha, lakini bado anafanya wokovu, bado anatutuma twende tu, twende tukawe sababu ya watu kuokoka. Tukaweje sababu? Kwa sababu atakaa ndani yako, atakaa ndani yako, utahubiri Injili watu ataokoka. Utasema na ndugu zako, utabadilika, utakaa mlimani, utakaa magotini, utaomba, utaanza kushangaa mabadiliko kwenye familia yako. Utasema kivipi? Sikiliza, kuna wakati nilikuwa naomba kwa baadhi ya familia yako, nilikuwa naomba sana hasa, ni, ni, ni, ni kama sasa mwaka miaka miwili imeshapita. Nilikuwa naomba nilikuwa naomba nilikuwa nakutana na vita vita kupita kiasi, misimu inainuka na kupigana na mimi vita, kwamba kwa nini naomba naombea na, naombea ardhi maanake ardhi ikikombolewa tumekombolewa, na ndugu zangu. Sasa nikawa nafanya vita vile kwa muda mrefu, fanya vile vita, Mungu inainuka. Kwa nini naomba? Lakini naomba, naiombea ardhi, kwamba Mungu, natubu kwa ajili ya ardhi, natubia maagan lifania kwenye ardhi, niwazuia watu kuokoka. Sasa kumbe, adui naye anachukizwa na hicho kitu, maana alikusudia kuwashikilia, alikusudia kuangamiza. Bwana Yesu asifiwe. kwa hiyo Unapokubali, unaposimama, ina gharama. Kwa nini? <laughs> wakati